Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Zahmi TV, ikiwa tarehe tano mwezi wa nne tukiwa katika Muhammad Sadis ni takwini laimma almurshida walmurshidat. Leo hii kulikuwa na hafla ya samai, hafla ambawi, so, ya samai hafla ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Muhammad Sadi. Tumhoji kwanza Sheikh atuambie yeye kama yeye hafla hii ameionaje. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli Sheikh bwana, hafla hii kila mmoja aliyekuwepo ali na aliyehudhuria anaisifia na anasema kwana ni hafla ambayo imefana vilivyo. Wewe kama wewe Sheikh, katika hafla hii wewe labda kwa uoni wako umeionaje? Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu na wafuatiliaji wa kipindi hichi. Kwa hakika kwanza ni kuwashukuru waandalizi, haswa walioandaa jambo hili katika kituo hichi cha kutengeneza ama kuwaboresha zaidi maimamu wa kiume na hata wasichana. Ni fursa adhimu kwanza kwetu haswa tuliopewa kukieleza ama kukitangaza kitu hichi cha samau salaf. Tawashukuru na Mwenyezi Mungu atawajaze heri. Kihakika zilikuwa furaha kubwa, furaha ambayo kwamba hatuwezi kuieleza uhakika wake, kuanzia watayarishaji wa kuzieleza zile anashid na zile kasaid, na hata pia furaha kwa wale waliohudhuria kwenye jambo hili. Kwa hakika matokeo yote katika kikao hichi niliyapenda, lakini zaidi ni pale niliposikia kutoka kwa wenzetu ambao walipata nafasi ya kutueleza vilma. Walitusisitiza sana kuhusu jambo kubwa la umoja na kushikana. Kuongezea zaidi, tulipata kuelewa kwamba viongozi wetu wakubwa mathalan, Mufti wa Tanzania tulipata kusikia ujumbe wake kwa wanafunzi walio hapa sawa wanaotoka Tanzania na sisi wa kutoka Kenya. Ujumbe wake mkubwa ni watasimu bihablillahi jamian, tushikane. Hapa ndipo pale nipa taswira kubwa sana ya kuliona hili jambo limetuunganisha na yatatuunganisha zaidi katika mambo ya khair, inshaallah. Zahmidi TV, labda kuna faida gani ambayo inapatikana katika hafla kama hizi? Ama katika mambo kama haya, kama nilivyojaribu kueleza nyuma, ni kwa moja, ni dawa ya nyoyo, kwa sababu moyo, kila ukiwa na hasira ukiwa na mafikra nyingi, basi mara nyingine, kwa kule kufikiria sana, huenda ukaumiza bongo lako. Kwa hivyo, kwa sababu ya samai, ni kitu ambacho kitakutia furaha, vilevile, kama tulivyozungumza, ni dua na kadhalika, hii ya huisha nyoyo, kama walivyozungumza wenyewe wakisema Uh, ama nayu wataru mirwas tohiina, uhai ule pale si uhai kwamba mtu pengine amekufa au alikuwa afe, ndio amembakisha kuwa hai, bali uhai kama uhai ambao uko pale, ni uhai wa kuhuisha nyoyo na kuwa na furaha katika maisha ya mwanadamu. Sheikh Ashraf bin Zubeiri bin Ali Mbwana nah, inaonekana uso wako unaonyesha kwamba una furaha kubwa sana ambayo sio na kifani. Hii furaha hii leo imetokana na nini? Ah, wallahi furaha yangu nah, ya leo ni kuona ni namna gani tumeshirikiana kwa pamoja sisi na ndugu zetu kaka zetu wa Kenya aa, wametushirikisha katika jambo kama hili kubwa na tukufu kabisa aa, kama wadogo zao na sisi tukashiriki kwa pamoja aa, katika kujifunza. Kwa hivyo tumejifunza mambo mengi sana kupitia wao, na huu ni ujumbe wa mheshimiwa mufti Aliyotuhusia sisi kabla ya kuja hapa nchini Moroko kwamba tushirikiane yeah, yeah, zaidi na ndugu zetu wa Kenya. Kwa hiyo hilo limenifurahisha zaidi kuona nao wamepatwa mapenzi kwetu sisi. Katika hafla kama hizi hatutegemei kupata furaha peke yake na lazima watu wapate mafunzo mbalimbali mbali ambayo atawavutia kuendeleza hafla kama hizi labda. Yeah, utueleze kidogo mafunzo gani ambayo yanapatikana katika hafla kama hizi? Mafunzo yanayopatikana ni mafunzo ya kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi utoe labda nasaha kidogo kwa jamii ambayo sasa hivi inakutizama kuhusiana na swala kama hili. Unawahusia nini watu kama...? utasoma maulidi kwa dufu na kwa nashidi basi usia unaotoa naam, kutasoma maulidi kwa dufu na kwa nashidi haya, hmm. ni maneno matukufu kabisa ambayo ukiyaangalia ni mafupi lakini yana maana pana. Maneno haya yametoka katika kinywa kitakatifu cha Sheikh Ashraf Ibn Zuberi. Sasa, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, haya ni machache katika mengi ambayo yalitokea siku ya leo, Siku ya tarehe tano mwezi wa nne katika ah, mahali Muhammad Sadis litakuwa ni la imma al-murshidina wa murshidat. Endelea kufuatilia Zahmid TV popote pale ulipo, ili upate matukio kama haya mazuri yenye yani kufurahisha ambayo atakufikia moja kwa moja kupitia channel yako ya Zahmid TV YouTube. Lakini ah, pia usahau kusubscribe channel yetu, ili uendelee kupata matukio kama haya mazuri na yani yenye kufurahisha. Ulikuwa na mimi moja kwa moja, ndugu yako Abdul Aziz ibn Hilal, mpaka wakati mwingine wa ila liqa